Bwana Yesu asifiwe. wa ni wakati mwingine tena ambapo kwa neema ya Mungu tunapata fursa ya kujifunza maandiko matakatifu, na siku ya leo tunaangalia pambano kuu katika maisha yetu ya kila siku, pambano kati ya Kristo na Shetani, vita tunayoikabili kila siku. Tutakwenda kuangazia kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na mbili mafungu machache ambayo tutayapata kujifunza siku ya leo, na kwa neema ya Mungu tuweze kuelewa kwa nini mambo yaliyopo yanatokea na namna gani sisi tunaweza kuyakabili yale ambayo yanatukabili kila siku katika maisha yetu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa saba inasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao kushinda wale mahali kuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. kwa hii ni vita ambayo tunaifahamu iliyotokea mbinguni, na hatuwezi kuelezea kwa uzuri sana kwamba ilikuwa ni vita ya na namna gani. Ni kama vita zinazopigana sasa katika nchi kadhaa za mabomu bila shaka hapana kwa sababu hizi silaha ni za kibinadamu na uvumbuzi wa kibinadamu lakini tunaweza kupata picha kidogo kuhusu vita hiyo maana yake ni vita inayohusu nini kitabu cha isaya sura ya kumi tuende kitabu cha isaya sura ya kumi na nne kuna kitu natamani tujifunze hapa cha kutusaidia ili maisha yetu yaweze kuwasawia. Sura ya kumi na nne mstari wa kumi na tatu Isaya inasema: nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za, shi, aa, za mwisho za shimo. Kiangalia hii ni vita ambayo haionyeshi kuwa ya kibinadamu, kwa sababu nitakinoki changu juu kuliko nyota za Mungu. Tukija kuangalia huyo joka, mstari wa kumi, mstari wa nne anasema hiyo. Uh, tumerudi tena Ufunuo kumi na mbili, anasema na mkia wake wakokota theruthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Kwa hiyo uh, no. Huyu ni shetani ambaye halianguka na nyota manaka alitaka kuinua zaidi kirudi katika Isai uh, kupita nyota zote za kuketi juu mpaka ku, uh, kuliko nyota zote za Mungu, ambapo tunazungumzia habari ya malaika lakini kupita juu ya kiti cha Mungu, maanaake kuabudiwa kama Mungu. Lakini Mungu aliambiwa utashindwa. Kilicho haribu ni hizi uh, ni kanuni tuseme ni Stanic Law 5 wanasema ani, ni makosa matano ya shetani au kanuni tano za shetani za kujiinua, ambako alisema kama nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kitu changu cha juu kuliko nyota za Mungu, nitaketi juu ya mlima makutano, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Sasa ndizo zilikuwa kanuni zake, ama mipango yake, mipango yake ambayo shetani alikuwa nayo. Hii ni vita ya shetani na Kristo ni vita ya yeye kutaka kujiinua kwa nyinyi. Alikuwa katika uzuri, twende kitabu cha Ezekiel, nataka tusome kidogo hapa alafu then tuweze kufanya jambo fulani la muhimu Ezekiel, Ezekiel sura ya ishirini na nane, uh, anaposema mwanadamu, mfanyie mambolezo wa mfalme wa Tiro. Huyu ni uandishi wa Biblia uh, na njozi ambazo walikuwa wakionyeshwa, lakini anasema ulikuwa ndani ya deni, bustani ya Mungu yeah. Huh. Um, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako wewe uh, ulikuwa kerubi. Mstari wa 14, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutia mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa yeye kilicho uh, kilicholeta shida ni kiburi, uzuri eh. kima ukamilifu uzuri Akataka sasa na yeye kutaka kuabudiwa, akaanzisha vita, kama tulivyosoma kitabu cha Ufunuo wa sura ya kumi na mbili. Hii ilikuwa ni vita ya yeye kutaka kuabudiwa na kwenda kinyume na taratibu za Mungu na sheria za Mungu, akitaka sasa kuonyesha kama Mungu si mwema, kuweka utaratibu wa yeye kuchukua ibada. Kama tulivyosoma Isaya, sasa yeye ndiye anaweza kutengeneza serikali iliyo bora zaidi, kwamba serikali ya Mungu ina mapungufu. Yeye anataka kutengeneza serikali nyingine ya uhuru, kwa sababu mbinguni sio holela, kuna utaratibu yes, kwa sababu maisha yote ya viumbe yametengenezwa na mungu mwenyewe. Kwa hiyo vyote vina utaratibu, kama hivyo tunavyoziona sayari zina utaratibu, zinavyozunguka zina utaratibu wake, zimewekewa. Kwa hiyo hata mbinguni kuna utaratibu, ndio maana mambo yanakaa katika hali ya hari uzuri. Shetani akaona ule utaratibu kwake ni tatizo, akataka yeye kupindua awe juu, akafanya vita, na vita ile akushinda, akawa amefukuzwa kutoka mbinguni kama tulivyosoma Ufunuo sura ya kumi na mbili, na mahali pake hapa kuonekana. Alifukuzwa na nani? Alifukuzwa pamoja na malaika zake ambao ni moja ya tatu. Sasa hawa malaika zake ndio tuko nao huku na yeye mwenyewe, wanatusumbua. Ndio wanaitwa mapepo, ndio wanaitwa majini, ndio wanaitwa kila namna ya majina ambayo wamejipandikiza wengine, ndio mizimu, ni wale wale na hawa sasa, wako katika vitengo. Kwa sababu shetani alianguka na hawa, hii moja ya tatu, kwa sababu haliweza kuwadanganya Yesu, anaposema kitabu cha Yohana atasoma sasa ni Yohana sura ya nane anaposema kuhusu habari ya shetani anasema, yeye ni mwongo na ni baba wa nini? Wa uongo, asemapo uongo amna kweli ndani yake. Kwa hiyo sasa tunachotaka kujua kwamba, nataka kujua kwamba shetani aliwadanganya hawa malaika, uongo wake ndio uliowaangusha hapa chini. Kwa hiyo alidanganya ranks tofauti za malaika, sio tu alidanganya wale wa kawaida, nao pia wanazidiana utukufu na nguvu kwa hiyo aliweza kudanganya kulingana na vile alivyoweza na akaondoka na wengi kwa uongo wake. Sasa hawa ndio ambao kila siku anatusumbua sisi wanadamu, lakini atukuzwe Mungu, kuna habari njema katika pambano hili. Anasema nikasikia sauti kuu ni kumi na mbili mstari wa kumi sindio? Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Hii inaweza kutafsiriwa kama asemi unabii na utimilifu ambao ulitokea pale Yesu alipokufa msarabani na akasema imekwisha, nao akamshinda. Sasa sisi kwetu sisi tunachokuja kuambiwa, nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao wakupenda maisha yao hatakufa vita yetu ina ushindi, kwa sababu hatumshindi Shetani kwa nguvu zetu. Tunamshinda kwa damu ya mwana kondoo, tunamshinda kwa damu ya Yesu Kristo, lakini pia na kwa neno la ushuhuda wao, lakini pia ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo kuna kujikana nafsi, ndio maana Yesu alisema mtu hasiyeichukia nafsi yake na kuacha vitu vyote hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa katika ushindi huu lazima tujikane nafsi. Kwa sababu gani inatakiwa kujikana nafsi katika vita hii na Shetani? Ni kwa sababu nafsi baada ya kuanguka dhambini. Ule pale Shetani alipomdanganya Hawa. Kilichotokea ni kwamba mwanadamu aliungana na Shetani, nafsi ya binadamu iliathirika na dhambi, kwa ikawa katika upatanifu na sheria ya uovu au sheria ya uasi iliyo pia katika Shetani kwa maana hiyo mwanadamu kwa nafsi yake ya kawaida ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio maana wakisoma kitabu cha Warumi sura ya nane mstari wa saba anakama anasema, mwili hawezi kuitii sheria ya Mungu, mwili unauadui uadui juu yani ya Mungu. Kwa hiyo Yesu anaposema tujikanye nafsi, na hapa anaposema watu wakupenda maisha yao watakufa, ni kwa sababu mwili kwa asili au nafsi yetu kwa asili inakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini Yesu ameshinda kwa kwa kifo chake msalabani alitangazia wanadamu wote ushindi, kwamba tunaweza kumshinda Shetani na malaika zake kupitia damu ya Yesu Kristo na kupitia neno la ushuhuda, kupitia maisha ya kutii neno la Mungu tunaweza kumshinda Shetani. Rafiki, nikutie moyo, unaweza kuwa unasumbuliwa, maisha yako yamejaa changamoto, ni kwa sababu ya viumbe usioweza kuwaona, ambao wengi wana ni mapepo hao, ambao wana majina tofauti vizuri katika maisha yako. Mshukuru Mungu kwa sababu damu ya Yesu inashinda. Kuna mengine hayatokwenda sawa. Haimaanishi Yesu anashindwa. Hata pale msalabani Shetani aliamini anamshinda Yesu, lakini wakati huo alikuwa anashindwa. Oh, cha muhimu ni kudumu katika kujikabidhi katika mikono ya Yesu siku zote za maisha yetu. Ajalishi tunapitia katika milima au tunapitia katika mabonde au tunapita katika maji matulivu au katika tufani. Tumwamini Yesu siku zote. Tunao malaika watakatifu ambao wanatuhudumia, wanatulinda, wanatupigania. Wale waliobaki kuwa watiifu katika sheria ya Mungu na maagizo ya Mungu na watakatifu wa Mungu na kudumu kumwabudu Mungu ambao wanaweza kuwashinda awa malaika waovu, kwa sababu Shetani hana nguvu kuliko Mungu. Ni kiumbe aliyeumbwa. Vita hii ni baina ya wema na uovu. Unapotenda wema ukiongozwa na Roho Mtakatifu, unasema upande wa Mungu. Unapotenda uovu, unasema upande wa Shetani. Chee rafiki, unachagua kusema upande gani? katika Kristo, tendelea kujifunza katika Biblia habari ya kifo cha Yesu na kile ambacho kimeleta katika maisha yetu. Rafiki, tumaini Mungu kila wakati. Mstari wa kumi na mbili tunamalizia kwa kusema hivi. Kwa hiyo shangilieni yenyi mbingu nanyi mkahao humo, wale wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya, ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hiyo tujue ya kwamba Shetani ana wakati mchache. Kwa hiyo yuko busy, hana muda wa kupoteza. Kila siku kila sekunde kwake anaitumia kuhakikisha anashinda. Ana mipango mikakati mingi sana ya kuhakikisha ulimwengu huu unabaki katika mikono yake na wanadamu wanakuwa wahasi dhidi ya serikali ya Mungu na kuona kwamba kifo cha Yesu kilikuwa ni kitu bure. Na kumwona kuwa Yesu ni mbaya, Shetani ndiye mwema. Rafiki yangu, jitie moyo katika Kristo. Ikiwa ujampa Yesu maisha yako na kuamua kuishi katika upande wa nuru na kuondoka katika madanganyo ya Shetani ambayo yamekufunga, fikiria kwamba unaweza kumpatia Yesu moyo wako. Unaweza kujitoa kuliishi neno lake kwa sababu lipo. Hatuishi tena kipindi ambacho watu walikuwa wakishikwa na Biblia wanachoma moto sasa hivi Biblia ipo inapatikana kwa fedha kidogo sana kuliko simu tulizo nazo. Tafakari jinsi ambavyo unaweza ukafikiria kuwa upande wa Yesu Kristo katika wakati huu wa pambano inalokaribia mwisho. Shetani anajua kwamba wakati ni mchache, anapambana kwa ghadhabu nyingi. Ndio maana tunaona ma ma vita inatokea. Ni ghadhabu ya Shetani dhidi ya binadamu, ni ghadhabu ya Shetani dhidi ya Mungu. Machafuko ya kila namna, vita za kila namna, ajali za kila wakati, magonjwa yasiyoeleweka, si mapenzi ya Mungu, ila Mungu ameruhusu. Kwa nini? Tutaendelea kujifunza. Tabia ya Mungu ni ya upendo, ni ya upendo, haushurutishi. Fikiria kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amina.